Nazi inatengenezwa wall, hii ni kofia, hii ni tai, hii ni basket, huu ni madafu wenyewe ya nazi. Tunaenda kupelekea watu mnazi, tunaenda kupelekea walofunga uh, eh, watumie pale kama wanafungua madhini. Hii ni special kwa iftari, kina uh, uh, mama kina uh, baba uh, watoto, kwa sababu ya Ramadhani, uh, karimu tena. Ni dawa hii, na ni dawa ya, ya figo, figo uh, clean kidneys.

In Africa, strong man. Amesemaje? Amesemaje kwa Kiswahili? Yaani, hii ni nzuri sana kwa mwanaume kwa baba eh. Ni nzuri sana ukikula hii unakuwa gangari. Unakuwa kuna gangari. Gangari. Eh. Eh. <laughs> Alafu inakuwa kuna pashisha hapo kitu yes. Mama anasema asante sana baba eh. Hii ni coconut. Karibu sana. Ngoja kwa Coco FM.